Baba, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako, ninasema asante tena kwa ajili ya masaa na majira haya. Niko mahali hapa kwenda kunena maneno yako, ninakuomba ukapate kunitumia kama siku zote. Nakuomba ukapate kuachilia maneno yako katika siku ya leo, ili kwa wale wote ambao wataenda kusikia wakapate kujengwa, wakapate kufunguliwa na kuimarishwa na maneno ambayo naenda kuachilia. Nakuomba Roho Mtakatifu utumie kinywa changu katika wakati huu, na alika uwepo wako ukapate kutamalaki katika mazingira haya Nakuomba neema yako uwe pamoja nami katika kwenda kunena maneno haya kuanzia anavyoenda kwanza mpaka anavyoenda kuhitimisha katika jina lako Bwana Yesu. Hata yule mtoto wako ambaye ataenda kusikia, nakuomba hali ya utiivu, hali ya unyenyekevu katika moyo wake, na pale ambapo anaenda kusikia maneno haya, masikio yake yale andani ya ndani yakapate kufunguliwa na akapate kuelewa vile ambavyo unakusudia aweze kujua na kupokea maneno hayo ambao unaachilia katika wakati na majira. Nakushukuru, nakurudishia sifa na tukufu, maana unastahili wewe, amen. Jumbe wa siku ya leo una kichwa ambacho kinasema, tupo katika ile saa ya kuharibiwa, tupo katika ile saa ya kuharibiwa. Huu ndo ujumbe ambao tutaenda kuangalia katika siku ya leo, ili tuweze kufahamu ni kwa namna gani tupo katika ile saa ya kuharibiwa. Bila shaka, kama wewe ni msomaji wa Biblia utakuwa unafahamu ya kwamba kuna saa ya kuharibiwa kwa ulimwengu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 na kupa walio wasinagogi la Shetani wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudia mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. 10 anasema kwa kuwa umelishika neno la subira yangu mimi, nami na nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kwa wajaribu wakao juu ya nchi. Nasema kwamba kwa kuwa umelishika neno la subira yangu nami, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia kujulia, ulimwengu wote na kuajaribu wajaribu wakao juu ya nchi. Hapa tunaona kwamba kuna saa ya kuharibiwa ambayo ipo tayari kuujilia ulimwengu wote, lakini siku ya leo, ujumbe wa siku ya leo unasema tupo katika saa ya kuharibiwa. Maanake ni kwamba tutaenda kuangalia kwa ni kwa namna gani tupo katika hii saa ya kuharibiwa kwa hiyo hapa Bwana Yesu anasema, analiambia kanisa hili la Filadelfia analiambia, kwa kuwa umelishika, umeshika subira. A, analiambia kwa kuwa umelishika neno la subira yangu mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa. Hii saa ya kuharibiwa ni saa ipi? Ni saa ambayo hii dunia itaenda kuharibiwa, kila kitu kitaenda kufumuliwa, kila kitu kitaenda kuharibiwa katika hii dunia, kama tunavyosoma neno la Mungu katika kitabu cha Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya 3, kuanzia ule mstari wa 7 ambapo neno la Mungu nasema: lakini mbingu za sasa, sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Kwa hiyo, hapa tunaona kwamba hii dunia kumbe, hii dunia imewekwa akiba kuangamizwa kwa, kwa moto kwao. Kuna uharibifu unaokuja kuna uharibifu ambapo watu wote ambao watakuwepo katika dunia, pindi ambapo uharibifu unatokea, watashuhudia kwa macho yao uharibifu ambao unakuja kujilia ulimwengu uharibifu ambao unakuja kujilia ulimwengu. Mstari wa 14 anasema kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo fanyeni, fanyeni bidii ili mwonekane katika amani kuwa hamna maawa wala aibu mbele yake, nanyi we sabuni uvumilivu wa Bwana. Mstari wa 11 ukiendelea, anasema basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utaua mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba kuna siku, kuna wakati wa uharibifu ambao utaajilia huu ulimwengu. Wakati huo ni wakati ambapo kila kitu kitafumuliwa katika hii dunia. Lakini nataka ndugu yangu ujue ya kwamba tumeshaingia katika ile saa ya kuharibiwa. Tupo katika ile saa ya kuharibiwa. Ni kwa jinsi gani ndo tupo katika ile saa ya kuharibiwa? Tunaona hapa, wakati ambapo tunaona hapa Bwana Yesu analiambia ile kanisa la Filadelfia kwamba ataliepusha ataiepusha ile saa ya kuharibiwa ambayo ipo tayari kujilia ulimwengu mzima kwa sababu wamelishika neno la subira yake, na ndivyo ilivyokuwa. Lakini tunaona kwamba wakati ambapo kanisa ililofuata kanisa hili la saba ambalo tupo sasa hivi la Laodikia, tunaona kwamba ni kanisa ambalo ile saa ambayo Kristo alikuwa ananena alikuwa analiambia ile kanisa la Philadelphia kwamba ataliepusha. Naona kwamba huo uharibifu ulianza kutokea hapa duniani kuanzia kipindi ambapo kanisa hili la Laodikia ilivyoanza. Naona kwamba kuanzia kwa wakati huo, ndivyo dunia ya msingi ya dunia ikaanza kutikisika, ndivyo tukaanza kuona mambo ambayo watu wa kanisa au watu wa makanisa mengine ya nyuma watu wa kipindi, kipindi cha nyuma hawakuwa wanaona. Ndivyo tulivyoanza kuanzia ile karne ya ishirini ndivyo tulivyoanza kuona vita na matetezo ya vita. Ndivyo tulivyoshuhudia watu walivyoshuhudia vita vya kwanza na vya pili vya dunia ambao vilileta uharibifu katika dunia nzima, lakini pia ndivyo dunia ilivyoanza kushuhudia matetemeko ya ardhi ambayo yamekumba dunia kuanzia kile kipindi mpaka wakati huu, tunaona kwamba uharibifu ambao umeletwa na matetemeko hayo, lakini pia tumeona kwamba watu wameshuhudia, lakini pia watu wameshuhudia njaa watu wameshuhudia njaa ambayo inaendelea kuikumba dunia na kuwafanya watu wakae katika hali ya shida. Lakini pia watu wameshuhudia magonjwa, milipuko wa magonjwa kaza wa kaza ambayo imeendelea kuikumba dunia na kuleta uharibifu katika dunia na kwa wanadamu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yameanza kutokea kipindi ambapo kanisa hili lilivyoanza kipindi kile cha karne ya ishirini, miaka ile ya mwanzoni miaka elfu moja mia tisa pale mwanzoni. Baada ya hapo kuna mambo ambayo yalianza kutokea katika dunia, kuna uharibifu ambao ulianza kuingia katika ulimwengu na uharibifu ndo ile saa ambayo Kristo alikuwa ananena kwamba aliepushe ile kanisa la la la, la Filadelfia, aliepushe uuharibifu. Na kweli ilo kanisa alikupitia matetemeko. Aa, kipindi hicho kipindi kipindi hicho cha kanisa ile la Filadelfia, dunia ilikuwa salama, ilikuwa haina matetemeko kama ilivyokuwa katika nyakati hizi, ilikuwa haina vita kama ilivyokuwa katika nyakati hizi, ilikuwa haina magonjwa kama ilivyokuwa katika nyakati hizi. Kwa hiyo kumbe, tumeanza kuingia katika ile saa ya kuharibiwa pale tu ambapo kanisa hili la Vladevia ilivyofika ukingoni na kuingia katika kanisa lingine la Laodikia, ambalo ndilo tunaishi mpaka leo hii. Kwa hiyo tupo katika saa ya kuharibiwa, kwa hiyo tupo katika saa ya kuharibiwa. Lakini Biblia inasema kwamba huo ndio mwanzo tu wa utungu. Maanake ni kwamba huu uharibifu ambao umeanza kutokea katika kanisa hili la Laodikia, huu uharibifu ambao umeanza kuikumba dunia katika nyakati hizi Nile nasema kwamba huu ni mwanzo wa utungu, maanake hizo ni dalili, maanake hizo ni, ni, ni, ni dalili za uharibifu unaokuja, maanake hizo ni dalili, huo ni mwanzo wa utungu, maanake kuna uharibifu ambao utakuja kujilia ulimwengu nzima. Uharibifu huo ni, ni ule ambapo utakuja wakati ambapo kanisa limeanza limenyakuliwa, kanisa, watakatifu wamenyakuliwa, ndivyo ambavyo uharibifu utakuja kujilia ulimwengu na watu wote ambao watakuwepo watabaki kipindi hicho ndivyo ambavyo wote wataenda kukumbwa na uharibifu, mambo ambayo hajawahi kutokea tangu ulimwengu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Anasema katika kitabu cha Luka, Bwana Yesu anasema kitabu cha Luka sura ya ishirini na moja anasema kwanzia ule mstari wa thelathini na tatu pale anasema kwamba jiangalieni uh, nafsi zenu, jiangalieni mioyo yenu, msije mkalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, ile siku sijekuajilia ghafla kama mtego unasavyo, kwa kuwa ndivyo itakavyoajilia watu wote wakawajua dunia nzima. Siku gani? ile siku ya wa uharibifu ambao hapa analisea analiambia kanisa, ya, li kanisa la Philadelphia kwamba kwa kuwa amelishika neno la subira yake, utaepushwa na hiyo saa. Kwa hiyo, kumbe kuna saa ya kuharibiwa kwa huu ulimwengu. Kwa hiyo, wakati ambapo kanisa litakapoenda kunyakuliwa, baada ya kanisa kunyakuliwa, ndivyo ambavyo ule uharibifu wenyewe, ndivyo ambavyo utakuja kuikumba hii dunia nzima, ndivyo ambavyo vitu vyote vitafumuliwa katika hii dunia, ndivyo ambavyo matetemeko halisi ataanza kuikumba hii dunia ndivyo ambavyo magonjwa halisi yataanza kuikumba hii dunia, ndivyo ambavyo vita halisi itaanza kuikumba hii dunia. Maana yake magonjwa na vita na tetemeko ardhi ambayo yalianza kuikumba hii dunia mpaka kuanzia nyakati ya kanisa hili, hayo hayo ni dalili, hayo ni dalili utungo hayo ni mwanzo wa utungo wa mambo yanayokuja anayokua mambo yanayokuja ni mambo ya kutisha. Mambo yanayokuja ni uharibifu ambao hujawahi kutokea ambapo kila kitu kitaharibiwa katika hii dunia. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Isaya sura 13, sura tisa. Anasema, tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu ili ifanye nchi kuwa ukiwa na kuharibu watu wake na kuharibu watu wake wenye dhambi wasikae ndani yake. Anasema, maana nyota za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake. Jua litatia giza wakati wa kucha kwake na mwezi utaacha nuru yake ziangaze. Ukiendelea kusoma, anasema kwamba wanadamu watatoweka na kupotea kama dhahabu inavyopatikana leo. Kwa hiyo tunaona kwamba wakati ambapo uharibifu wenyewe utakavyokuja kuikumba hii dunia wakati ambapo uharibifu utakavyokuja kuikumba hii dunia, tunaona kwamba mambo ambayo yatakuja kutokea ni mambo ya kutisha. Mambo ambayo yatakuja kuikumba hii dunia ni mambo ya kutisha. Maana ukiendelea okay, ne kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo, endelea kusoma kitabu cha Ufunuo kuanzia ule sura ya kumi na sita, pale tunaona kwamba kuna mapigo saba fitaza saba ambayo itamwagwa katika hii dunia, na tunaona kwamba kila kitasa ilivyomwaga, ilivyoachiliwa, ilivyo tunaona kwamba uharibifu ambao umetokea uharibifu ambao ulikuwa unatokea hapa duniani, kila kitasa ambao kilikuwa kinaachiliwa, wale malaika saba ambao walikuwa na wanausi, wale malaika saba ambao walikuwa wanahusika kwa ajili ya kwa ajili ya kuleta uharibifu katika hii dunia. Tunaona kwamba kila malaika alivyoachilia kitasa, uharibifu gani ulitokea katika hii dunia? Kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na sita wakianza kusoma kwanzia ya mstari ule wa pili, anasema: akaenda huyo wa kwanza akamimina kitasa chake juu ya nji, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale wote wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kusujudia sanamu, ukawa na jipu baya bovu. Maanake ni ugonjwa huo ambao haujawahi kutokea, ni magonjwa ambayo yatakuwa yanaikumba hii ya dunia na kuharibu wanadamu kipindi ambapo a, siku na ile saa ya uharibifu utakavyojilia ulimwengu mzima. Na ukiendelea kusoma anasema, na huyo wa pili akamimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mvu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa na huyo watatu akamimina kitasa chake juu ya mito na chemchemu za maji zikawa damu. Ukiendelea kusoma mstari wa nane, anasema na huyo wanne akamimina kitasa chake juu ya jua na nalo likapewa kuwaunguza na wanadamu kwa moto, wanadamu akaunguzwa maunguzo makubwa, nao akalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa wala kumpa utukufu. Kiendelea kusoma mstari wa 17 anasema na huyo wa saba akamimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu kat sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika katika, sauti kuu ikatoka katika hekalu katika kile kiti cha enzi kisema, imekwisha kuwa. Sura ya 18 anasema pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapa kuwa namna ile jinsi lilivyokuwa lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na sura ya 20 anasema kila kisiwa kikakimbia wala milima haikuonekana tena na mvua ya mawe kubwa sana ya mawe mazito kama talanda ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, maana pigo lake ni kubwa mno. Anasema na mvua ya mawe kubwa sana ya mawe mazito kama talanda. Talanda manake ni uzito wa kilo 30, uzito wa kuanzia kilo 30. Hiyo ndo uzito wa talanda moja, lakini Biblia anasema na mvua ya mawe kubwa sana ya mawe mazito kama talanda. Kumbuka anasema kama atalanda na sio talanda. Maana yake inawezekana ya ni zaidi ya talanda. Ni zaidi mvua mawe mvua mawe ambayo anashuka na mvua ule ni mawe yenye uzito zaidi ya kilo 30. Kwa hiyo itaikumba hii dunia. Maana yake ni uharibifu gani ambao utakuja kuikumba hii dunia? Ni uharibifu ambao haujawahi tokea, haujawahi kuikumba hii dunia tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Na kwa nini uharibifu unakuja kuikumba hii dunia? Kwa sababu Bwana Mungu anashuka kuharibu na kutengeneza dunia upya ambayo imeharibiwa ambao wanadamu wameharibu kwa dhambi ambao wanadamu wameharibu kwa maovu, kwa sababu neno la Mungu unasema kwamba hii dunia inalewalewa kama mlevi inawayawaya kama machela. Kwa sababu gani? Kwa sababu zambi ya zambi ya wanadamu zambi imeilemea dunia. Kwa hiyo basi, bwana Mungu anashuka kuja kuharibu dunia, kwa sababu neno la Mungu unasema katika kitabu cha Naumu sura ya kwanza, nasema kwamba bwana Mungu ni mwenye ni mwingi wa rehema, lakini anasema sio mwepezi hasira, lakini pia anasema ni mwingi wa hasira. Kwa hiyo ni siku ya hasira ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo asira ya Mungu ni wakati ambapo hakuna mtu ambaye angeweza kupona katika ile siku, kwa sababu ni kama vile ilivyokuwa nyakati za Nuhu, pindi ambapo asira ya Mungu ilivyoshuka, wanadamu wote waliangamizwa na kila kitu kikaharibiwa katika hii dunia, wakabaki watu nani? Ndivyo itakavyokuwa katika siku hiyo ya kuja kwake Bwana. Ile siku ya kuja kwa Bwana ni siku ya maombolezo, ile ni siku ya mapatilizo, anasema ni siku ya kukanyagwa, ni siku ya taabu, anasema kwamba ile ni siku ya kulia, anasema ile ni siku ya kuomboleza Anasema ile ni siku ya ghadhabu ya mwenyezi Mungu, anasema kitabu cha Amosi. anasema mwenye moyo mkuu miongoni mwa mashujaa atakimbia uchi katika ile siku ya Bwana, maana itakuwa ni siku ya kuomboleza. Kwa hiyo kama mwenye moyo mkuu miongoni mwa mashujaa atakimbia uchi siku hiyo, uliza ya kwamba we mtu wa kawaida utakuwa wapi? Utawezaje kusimama katika hiyo siku? Kwa sababu hata katika kitabu cha Ufunuo sura, sura sita, anasema kwamba ile siku mawafalme wa dunia, wakuu wa dunia, matajiri na watu majemedari wote watakimbia wakitafuta kujificha chini ya miamba na kuiambia miamba tuangukeni, tusirini mbele ya hasira ya Mwenyezi Mungu na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na hasira ya mwanakondoo eh, tuangukeni, tusirini mbele, tusirini mbele ya hasira ya mwanakondoo. Lakini nani ambaye atasimama? Kwa hiyo nani ambaye ataokoka? Kwa hiyo itakuwa ni siku ya kilio na kusaga meno kwa watu ambao watakosa unyakuo, kwa watu ambao watabaki hapa duniani. Kwa hiyo ndugu yangu fahamu ya kwamba Neno hili linakuja ili kukumbusha, ili kuweza kukumbusha kwamba tupo katika ile saa, tupo katika mwanzo wa saa kuharibiwa, tupo katika mwanzo wa saa ya utungu, tupo katika saa mwanzo wa saa inayokuja hapa duniani kuikumba hii dunia. Itakuwa ni siku ya taabu sana ndugu yangu. Kwa hiyo leo unasikia maneno haya ili uweze kutengeneza njia zako, ili uweze kuamua kumgeukia Yesu, ili uweze kujua kwamba tunaishi katika siku za mwisho, ili uweze kujua parapande imekaribia, habari ambazo unaendelea kusikia kwamba Yesu Kristo anarudi kila siku, uweze kuelewa ndugu yangu ya kwamba ipo siku ambayo haitakuwa tena ni habari, bali itakuja kuwa ni mambo ambayo ni kweli, bali itakuja kuwa, kuwa ni siku ambayo unasema ningejua kumbe ningesadiki. Lakini leo unapewa neema ya kusikia, leo unapewa neema ya kuweza kufanya maamuzi, ili uweze kumgeukia Bwana Yesu, na dhambi zako ziweze kuoshwa, na wa Mungu akupe Roho Mtakatifu ili parapanda ikilia leo au kesho ili uweze kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Lakini itakuwaje pale ambapo utakuwa umesikia Injili na kuipuzia na kuzarau, na baada ya hapo parapanda ikalia na ukabaki hapa duniani, ukaja kukumbana na mkono wa asira wa Mungu, ukaja kukumbana na mkono wa asira wa Mungu? Utawezaje kupona katika hiyo siku ya asira ya Bwana? Utawezaje kupona katika hiyo, utawezaje kusalimika katika ile siku ya asira ya Bwana? Kwa sababu itakuwa ni siku ya kilio na kusaga meno kwa watu ambao wataachwa, kwa sababu kila kitu kitavumliwa na kuharibiwa itakuwa ni siku ya uharibifu mkuu hapa duniani. Kwa hiyo unapaswa kuelewa na kufumbua macho yako. Na kufumbua macho yako usiendelee kufumba macho, kwa sababu Biblia inasema kwamba siku za mwisho wanakuja watu wenye kudhihaki wakisema kwamba ile siku ya Bwana mbona haiji? Mbona inakauya? Tulisikia enzi za mababu, mbona haiji? Lakini Biblia inasema hawa watu wanafumba macho, wasijui kwamba hii dunia imeshaharibiwa kipindi cha Nuhu, imeharibiwa na gharika. Wanafumba macho, wasijui kwamba wanadamu walifanya maasi na wakaongezeka kama walivyoongezeka leo na wanafumba macho wasijue, wasifahamu mji wa Sodoma na Gomora ambao umefutwa na Mungu kwa sababu ya masi yalivyoendelea kuongezeka. Na mambo ambayo alikuwa anafanyika kule Sodoma na Gomora ndio ambayo anafanyika zaidi, anafanyika zaidi. Hata yale mambo waliyofanyika huko Sodoma na Gomora, ndio ambayo anafanyika katika hii dunia. Kwa hiyo hao watu wanafumba macho wasijue kwamba haya mambo yamewahi kutokea. Sisi ambao tumefikiwa na miisho ya dunia, ili tuweze kujifunza kutokana kutoka na hayo, tuweze kujifunza, kutoka na hayo. Watu wa kipindi cha Nuhu hawakuwa na mahali pa kurejea kujifunza. Watu wa kipindi cha Sodoma hawakuwa na mahali pa kurejea kwa ajili ya kujifunza, lakini sisi tumepewa kujua kilichoendelea, kilichotokea kipindi cha Nuhu, kilichotokea kipindi cha Sodoma, ushoga ambao ulikuwa unafanyika, mambo ambayo alikuwa nafanyika, na tukaona hasira ya Mungu ilivyokuwa kali, tukaona ghadhabu ya Mungu ilivyokuwa kali. Haya mambo sisi tunaona, itakuwaje pale ambapo tumeendelea kushupaza shingo zetu na kufanya mioyo yetu kuwa mgumu Itakuwaje kama sisi kama wale watu wamefutwa, wale watu wame, wameangamia, na itakuwaje sisi? Hakika hukumu yetu itakuwa ni hukumu kubwa sana. Ndio maana hii dunia itakuja kupigwa kwa mapigo ya vitaza saba. Ndio maana ndio maana Bwana Mungu ameandaa dhiki kuu kwa ajili ya kizazi hiki, kwa ajili ya watu wa kizazi hiki, kwa sababu ni watu ambao wameona lakini wakaendelea kushupaza shingo yao yangu. Kwa hiyo ndugu yangu fahamu siku wa leo, neema ya Mungu ipo juu yako. Mungu anasema na wewe, hebu amua leo kwenda kutengeneza maisha yako. Ebu leo, hebu amua leo kusema basi imetosha. Sema mimi na ulimwengu mwisho, sema mimi na mambo yote mabaya mwisho. Ebu amua kumpa Yesu maisha yako kwa ukamilifu, amua kuachana na maisha ya uvuguvugu, achana na Ukristo jina, achana na kusema ya kwamba umeokoka na bado unaendelea kufanya mambo ya kidunia. Amua kuingia katika Kristo, amua kuzama ndani ya moyo wa Kristo, amua kutoka katika dunia, toka na mwili wako wote, toka na maisha yako yote, toka na biashara, toka na kila kitu ulicho nacho Toka leta moyo wako wote kwa Kristo na Kristo mwenyewe, yeye mwenyewe atakutengeneza, atakufanya kuwa mwana wa Mungu na hivyo utaweza kwenda kumuona Mungu. Kwa hiyo Mungu akubariki wote ambao umesikia maneno haya, neema ya Mungu ikusaidie ili uweze kuelewa zaidi. Ninakushukuru Bwana Yesu, nasema asante kwa maneno ya uzima, asante kwa maneno haya ambao umeachilia katika wakati. Nakuomba maneno haya ambao umeachilia yasiende bure, kama vile ulivyosema kwamba neno lako ni kama vile mvua inavyoshuka kwenye shia ardhi kwamba amesema kwamba haitachipusha, haitarudi bure bali tachipusha kilichopo katika ardhi. Na ndivyo Baba, neno hili ambao umeachilia katika wakati huu, mioyo yetu ni kama ardhi, nakuomba neno hili likapate kuenda kuchipua katika mioyo yetu. Nakuomba ile mioyo, mioyo ile migumu, nakuomba neno hili likapate kuweza kumlainisha huyu mama na yule dada na yule kijana na kila mtu ambaye anaenda kusikia maneno haya, moyo wake ukapate kulainishwa, moyo wake ukapate ukapate kuvunjwa vunjwa na neno hili ili aweze kwenda kutubu toba ya kweli. Na Bwana Mungu, nakushukuru nasema asante kwa, kwa wema wako na upendo wako sifa na utukufu, na tukufu inakurudishia wewe. Amen.